Mimi hapa naitwa Silvesta Matias, mkurugenzi mkuu wa Radio Missionaries Tanzania, Sauti ya Kikristu Rohoni. Mpenzi msikilizaji wa Radio Missionaries Tanzania, tunashukuru sana kwa kusafiri nasi. Kipindi cha mwaka mzima mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Tunathamini sana. Lakini tunapenda nikukumbushe msikilizaji wangu kwamba katika kipindi chote cha elfu mbili na ishirini na tano tumepitia mambo mengi sana kutoka mwaka ulianza mpaka sasa hivi, kwa kweli, tunao tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo basi, sisi sote tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha kipindi kingine cha mwaka 2025 ikiwa ni sherehe za Christmas, ambapo baadaye tena tutaingia sherehe za mwaka mpya. Hivyo basi, tunakukumbusha kwamba pamoja na kuna